Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutaongelea faida za nyanya chungu, wengine wanasema ngongwe. Wengi wamekuwa wakituuliza, je, nyanya chungu zimekuwa na faida gani kwenye mwili wa binadamu? Na sisi tutakuletea, JW Sabo Clinic sio wa choyo, tutakuletea faida hizo ili uh, ujue azinasaidia uh, nini mwilini lakini pia tufahamu, tuna mazingira au tuna utaratibu wa uh, wa kutumia kutumia vile vitu ambavyo mara nyingi ni vitamu na vile vitu ambavyo sio vitamu kama nyanya uh, chungu uh, na tango watu vitumii, kwa sababu sio vitu visio vitamu havina raza ambayo tunayoitaka. Lakini pia tufahamu kwamba tunapoteza uh, faida nyingi kwenye mwili wetu wa binadamu, kwa sababu lina ukakasi pengine inakuwa chungu, lakini asikudanganye mtu. Nyanya chungu, licha ya kutokuwa na raza, ina faida nyingi uh, mwilini. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia chaneli yetu, basi usahau, subscribe, na comment, uh, ili uweze kuwa mtu wa kwanza uh, kupata dondoo za kiafya uh, tunazozituma kila siku. Tufahamu faida namba moja, tujue kwamba nyanya chungu huwa ina faida uh, kwanza niki, ni ina, ina uzalishwaji mkubwa wa vitamini A B na C, ambavyo tunafahamu kwenye video zilizopita tumeshaongelea faida za vitamini A, B, C, E, K, B12, B6, zote tumeelezea faida . Kama ujaona basi utafuatilia, lakini pia na dalili za upungufu uh, wa vitamini hizo na ma, na madini kwa ujumla. Kwa hiyo ukiona kuna vitamini A utajua unapata, vita, unapata faida gani B, unapata faida gani C unapata faida gani. Lakini pia namba mbili, inaongeza uh, inaimarisha ile kinga yako ya mwili. Ni kwa nini? Kinga yako ya mwili, kwa sababu ina vitamini C. vitamini C ina boost immunity niy uh, katika mwili wako, uh, uh, mwili wako lakini uh, namba mbili inazuia magonjwa ya kisukari. Kwa hiyo mama, kama una changamoto ya kisukari sukari cha kupanda basi hakikisha unatumia nyanya chungu au ngongwe, kwa sababu itakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Kwa nini? Kwa sababu haina sukari kabisa. Sasa sijua kama wewe unasikia ladha, unasikia uh, nyanya chungu ina sukari, sina uhakika huo. Kwa hiyo kitu unachotakiwa kufanya ni kwamba atumia kwa sababu haina kabisa haina kabisa sukari, kwa hiyo itakusaidia namna ya kuondokana na kisukari. Lakini pia ni nzuri sana katika maradhi ya moyo. Kama una changamoto yoyote ya moyo, aidha moyo umepanuka, aidha moyo una mafuta, changamoto yoyote ambayo unaipata kwenye upande wa moyo, basi tumia nyanya chungu au tumia ngongwe a kuondokana a, na hiyo changamoto a, ya moyo ulionayo. Lakini pia ni chanzo kimojawapo cha madini ya chuma na potassium. Kwa nini upande wa moyo? Kwa sababu ina potassium. Kwenye changamoto za presha, basi potassium inahusika. Lakini pia ni nzuri katika madini, uzalishwaji wa madini ya chuma na potassium moja a, kwa moja lakini pia ngongwe ina kiwango kikubwa cha maji, kwa hiyo ni nzuri kwa sababu inaongeza uh, maji uh, mwilini. Kwa wale wenzangu ambao wapendi kunywa maji mara kwa mara basi tumia ngongwe, itakusaidia uh, kuongeza Uh, maji mwilini. Na kama una mgonjwa amemwambia maji yake mwilini ameweza kupungua, basi hakikisha anatumia nyanya chungu, itasaidia katika kuongeza kiwango cha maji uh, mwilini. Lakini uh, faida nyingine, inarekebisha mzunguko wa hedhi kwa wanawake. Wale wanawake ambao mzunguko wao wa hedhi haueleweki, uh, mara uh, wanaingia uh, uh, mwezi huu, wanaingia tarehe fulani mwezi ujao, zinakuwa zinavurugika Tumia ngongwe au tumia nyanya chungu itaweza kukusaidia. Uh, lakini pia inatibu changamoto ya matumbo, tumbo la uzazi, una chango, kwa sababu pia inalinda mfuko uh, wa uzazi. Basi tumia ngongwe au tumia nyanya chungu, ni nzuri kwa sababu itakusaidia kuondokana changamoto za chango, changamoto za matumbo na kulinda mfuko wako uh, wa uzazi. Lakini pia uh, nyanya chungu huwa ina vitamini K, vitamini K ambayo inaboresha mzunguko wako wa damu, ina maana mzunguko wa damu unakuwa vizuri ama blood circulation. Kwa hiyo moja kwa moja mzunguko wako kishakuwa vizuri, unapata faida anayopata, tunasema inaimarisha nguvu za kiume. Kwa hiyo, kwa wewe mwanaume basi jua nyanya chungu inaongeza nguvu zako za kiume. Kwa nini? Kwa sababu tunahitaji blood circulation uh, ili blood circulation ikiwa sawa basi utaweza kuondokana na changamoto ya nguvu uh, za kiume. Lakini pia faida nyingine, huwa inaongeza ashki na stamina ya mapenzi. Uh, ni nzuri sana uh, kwa sababu mzunguko wa damu kisha kuwa vizuri basi taongeza ashki na stamina uh, ya mapenzi. Lakini pia ya mwisho faida yake ni kwamba inapunguza maumivu ya tumbo la hezi. wale wanawake ambao mnapata maumivu wakati wa siku zenu, maumivu ya hezi. Mtu unakuta akiwa kwenye siku zake hawezi kufanya kazi, hawezi kufanya kazi yoyote, basi jua ndugu yangu, tumia ngongwe itaweza kukusaidia, au unaweza ukachemsha, au kaunga vizuri ukaweza kutumia. Tuambie hapo chini ni faida ipi nyingine ambayo umeipata kwako wewe baada ya kutumia nyanya chungu. Kama una changamoto yoyote, una swali lolote, basi usisahau kutuuliza. Jidabisabu Kliniki tupo kwa ajili yako tupea kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Karibu, na Mungu akubariki.